na waandishi wa habari, habari za mchana. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mungu kwa kuwezesha kukutana tena katika mkutano wa mwaka huu wa 33 wa wanahisa. Kwa neema yake Mungu, tumeweza kufanikisha mengi katika mwaka huu, mwaka uliopita. Ninawakaribisha na kuwashukuru nyote kwa kutenga muda wenu kuja kuhudhuria mkutano huu muhimu uwepo wenu hapa unaonyesha dhamira yenu ya dhati katika kuendeleza mafanikio ya taasisi yetu. Mkutano huu ni fursa ya kipekee kwetu sisi sote kutafakari kuhusu utendaji wetu, mafanikio yaliyopatikana, pamoja na kupanga mikakati ya benki yetu kwa siku zijazo. kwa namna ya pekee ni mshukuru mtendaji afisa eh, mtendaji mkuu na mkurugenzi mtendaji wa, wa benki yetu pamoja na management yake taarifa mbalimbali walizoziwasilisha katika mkutano huu ambazo zinaonyesha utendaji wetu wa mwaka uliopita. Takwimu na taarifa walizoziwasilisha ni ushahidi wa juhudi za pamoja kuifikisha benki yetu ya TCB katika kiwango cha juu cha mafanikio. Utendaji wa benki yetu mwaka jana unaakisi dhamiri yetu ya wazi katika kupanga mikakati inayolenga ukuaji ubunifu na katika kukidhi mahitaji ya we, wateja wetu. Vilevile, uwekezaji wa kimkakati katika teknolojia ya kidijitali unaelezea dhamiri yetu ya kuboresha ufanisi katika utendaji wetu wa kazi. Mbali na kurahisisha utendaji wa kazi, hatua hii pia inajenga taswira kwamba sisi ni taasisi inayoendana na mabadiliko yaliyopo katika sekta ya fedha hapa nchini na duniani kwa ujumla. Mabibi na mabwana, sisi kama benki tunasukumwa na dhamiri yetu ya kuboresha ufanisi wetu wa kujitahidi kumridhisha mteja. Tumedhamiria kusikiliza na kuelewa mahitaji ya wateja wetu tukijua wazi kwamba imani yao kubwa kwetu inaimarika siku hadi siku. Tutaendelea kujizatiti kuwapa suluhisho la matatizo katika kuchangia mafanikio ya Watanzania katika mwaka huu wa fedha tunakusudia kuendelea kuboresha ufanisi wetu ili kuwezesha ukuaji wa taasisi hii. Malengo yetu ni kuboresha mizania, kujenga taswira mpya ya taasisi yetu na teknolojia ya kidigitali, kufanya uhakiki wa mambo mbalimbali, pamoja na kusimamia rasilimali watu tupeleka kilele cha mafanikio na kuongeza thamani kwa wanahisa wetu. E, ni malizie kwa kuwashukuru wanahisa, ninyi wateja na wadau wetu wa, na wafanyakazi wa benki yetu wa ujuma, kwa ujumla kwa kazi nzuri mlioifanya na ari mlioonyesha mwaka uliopita, na ni mali yetu ya ari itaendelea na mwaka huu unaoendelea, na kwa pamoja tunaendelea kuboresha ufanisi kibenki na kuchangia maendeleo ya uchumi wa Tanzania hii, hasa tukiendana na kauli mbiu yetu ya benki sema growing stronger together. Na kwa kunisikiliza, asanteni sana yote, naomba niwashukuru kwa kutenga muda wenu kuja kushiriki nasi kwenye kikao hiki cha wanahisa eh, sisi tunaamini kwamba <coughs> vyombo vya habari ni muhimu sana katika kufikisha taarifa kwa wateja wetu, lakini pia na Watanzania kwa ujumla. <coughs> katika kikao cha leo e, tumepata fursa ya kuwaelezea wanahisa e, mafanikio ya benki yetu e, kwa mwaka 2024 na kwa kweli nikiongea tu kwa ufupi e, tunaona mali za benki yetu zimekuwa kwa asilimia ambayo kwa kweli ni umekuwa kwa kasi zaidi ukilinganisha na wastani eh, wa ukuaji eh, wa mali za sekta ya ki, ya kibenki, lakini pia eh, tunaona pia mikopo nayo imekuwa kwa zaidi ya asilimia ishirini eh, ambacho ni kielelezo kwamba eh, benki yetu basi inaendelea kuwa kinara katika kuleta ujumuishi wa kifedha, lakini pia kuchochea maendeleo ya taifa letu. Eh, ukwasi nao ulikuwa kwa asilimia kumi na sita ambayo kwa kweli ni kielelezo cha namna gani eh, wateja wetu wanaendelea kutupa imani kwamba TCB eh, inapokuja basi kwenye masuala ya kifedha, masuala ya kibenki basi ni benki sahihi eh, ya kuja kuwezesha kufanikisha eh, ndoto ndoto ndoto zao eh, lakini pia kwenye upande wa eh, mapato E, na faida kwa kweli tunayo furaha. Mwaka jana tumetengeneza faida e, ya bilioni takriban 44 na kabla ya kodi ambayo kwa kweli ni, ni, ni rekodi toka benki hii ilivyoanzishwa. E, lakini pia na vielelezo vingine e, e, vya mapato mapato mapato ya riba na mapato ambayo yasiokuwa na riba e, nayo yameongezeka maradufu mwaka hadi mwaka. Eh, ma, ma, ma, ma, upande wa, wa matumizi kwa kweli ukilinganisha na budget tuliyokuwa tumejiwekea eh, tumeweza kuseve karibia asilimia kumi ya kile ambacho tulikuwa tumepanga kukitumia eh, mwaka jana. Kwa hiyo eh, kwa mafanikio haya, basi tunawashukuru sana kwa kweli wanahisa eh, kwa kuendelea eh, kutupa hiyo imani na niwahakikishie tu kwamba kwa, kwa niaba ya management na board ya wakurugenzi tutaendelea kufanya kazi kwa juhudi, ili basi yale matarajio ya Serikali kuhusu taasisi hii iweze kukua na kuweza kuja kupunguza ile systemic risk ambayo tunaiona e, kwenye sekta ya kifedha iweze iweze kupungua. Tunawashukuru sana na tunawakaribisha sana TCB. Lakini pia labda kwa kumalizia ni yani kwamba katika kikao hiki e, pia kutokana na faida ambayo tumeitengeneza mwaka jana e, basi kikao hiki pia kimeridhia e, kutoa gawio kwa wanahisa wetu e, na tunaamini e, hii pia itawapa wanahisa wetu imani zaidi ya e, kwamba taasisi yao iko imara ina, ina, inawatumikia Watanzania kwa kufikisha huduma za kifedha kuendeleza ujumuishi wa kifedha lakini pia kuchochea maendeleo ya, ya taifa yetu, la taifa letu. Na sisi tu kama management tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakuwa wabunifu zaidi kuendeleza uwekezaji kwenye masuala ya teknolojia eh, na kuendelea kuisupport hii sekta ya SMEs ambayo kwa kweli eh, ni muhimili wa maendeleo kwa, kwa taifa letu. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza na karibuni sana TCB.